Mkurugenzi mwenza wa Samsung Electronics Han Jong Hee amefariki dunia kutokana na mshtuku wa moyo akiwa na umri wa miaka 63, kwa mujibu wa msemaji wa kampuni hiyo. Han alikuwa makamu mwenyekiti na mkurugenzi mtendaji wa Samsung tangu mwaka 2022, akiongoza biashara ya vifaa vya kielektroniki na simu. Kifo chake kina mwacha Jun Hoon aliyeteuliwa kiliopita kama mkurugenzi mtendaji pekee wa kampuni hiyo, katika ujumbe wa ndani Samsung ilimtaja Han kama kiongozi aliyejitoa kwa zaidi ya miaka 37 ya maisha yake kuifanya kampuni hiyo kuwa kinara wa sekta ya televisheni duniani. Pia alichangia ukuaji wa kampuni licha ya changamoto za biashara. Kifo cha Han kimekuja wakati mgumu kwa Samsung ambayo inakabiliwa na ushindani mkali kwenye sekta ya chip. Kitengo chake cha semiconductor kimeachwa nyuma na Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC katika utengenezaji wa chip za kisasa. Aidha, kwenye sekta ya memory chips Samsung imepoteza nafasi ya SK Hynix kwenye teknolojia ya high bandwidth memory HBM, inayotumiwa na Nvidia kwenye vifaa vya AI. Katika mkutano wa mwaka wa wawekezaji wiki iliyopita, Hang aliomba radhi kwa kushuka kwa thamani ya hisa za Samsung na alitabiri mwaka mgumu wa 2025 kutokana na hali ya uchumi wa dunia. Pia alitangaza mipango ya ununuzi wa makampuni mengine ili kuimarisha kampuni. Han alijiunga na Samsung mwaka 1988 baada ya kuhitimu shahada ya uhandisi wa umeme kutoka Chuo Kikuu cha Inha. Alikuwa muhimu katika kuzindua televisheni za LED za Samsung ambazo zilisaidia kampuni kudumisha uongozi wake wa teknolojia. Samsung bado haijatangaza mrithi wake rasmi.